Kwanzia Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan aingie madarakani, Manispaa ya Lindi imekwisha kupata bilioni 82 milioni 278 1083163.69 ya maendeleo yetu. Kwanzia Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan aingie madarakani, tumeweza kupata zaidi ya bilioni 86 za maendeleo katika wilaya yetu ya Manispaa ya Lindi. Manispaa ya Lindi peke yake tumeona miradi mikubwa sekta ya afya, tumeona miradi mikubwa sekta ya elimu, miundombinu, maji na barabara. Fedha hizi zinaakisi maendeleo ya mkoa wetu na wilaya yetu. Moja kati ya miradi mikubwa sana katika manispaa yetu ya Lindi ni shule ya wasichana ya Kilangala. Ile ni shule maalum ya wasichana ya sekondari ya sayansi kwa ajili ya kumwinua binti katika masomo ya sayansi na tehama shule ile imegarimu zaidi ya bilioni 4.6 imekamilika na Mheshimiwa rais mwenyewe aliweka jiwe la msingi Septemba 2023 shule ile hadi sasa inaendelea kutoa huduma bora ya elimu wanafunzi wetu wanafaulu na ni moja kati ya shule zenye ufaulu wa juu tano bora kwa mkoa wetu wa Lindi ina maana tunaona taaluma ipo vizuri Ma, miundombinu imewekwa walimu wamewekwa wanafanya kazi tunaona taaluma ya pale inakwenda vizuri sana, lakini tukirudi kwenye elimu kama elimu, shule mpya za elimu ya msingi, shule mpya za sekondari, kiujumla, sekta ya elimu tumepata zaidi ya bilioni 19 milioni 516 kwenye elimu pekee, na miradi inayotekelezwa ya kielimu ya mwaka huu wa fedha 2024 25 unaoishia tuna shule nyingi sana mpya za sekondari. Kuna shule mpya ya sekondari ya Nangaru, kuna shule mpya ya sekondari ya Rasbura, kuna shule za msingi, kuna madarasa, matundu ya vyoo, majengo ya utawala, lakini kuna shule nyingi sana zinafanyiwa pia ukarabati. Ina maana shule zile zilizopo nazo tunazitunza, ziendelee kutoa huduma. Tumepata fedha hapa juzi tu, e, shule ya raha leo zinakwenda kukarabatiwa. Ina maana elimu inawekewa kipaumbele kikubwa sana. Tukija kwenye sekta ya afya tumepata zaidi ya bilioni sita milioni 571 kuanzia Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan aingie madarakani, manispaa ya Lindi tumepata bilioni 6 milioni 571 fedha hizi ni kwa ajili ya maendeleo ya sekta ya afya. Tunaona maboresho makubwa yanayofanywa katika hospitali yetu ya rufaa ya mkoa ya Sokoine iliyopo wilaya ya Lindi. Tuna ujenzi wa hospitali ya wilaya yetu hii ya Lindi, ya manispaa ya Lindi unaendelea, lakini tumeona vituo vya afya vikijengwa vikikarabatiwa, zahanati zikijengwa zikikarabatiwa, na sisi katika ziara zetu za kata kwa kata tunafika kwenye vituo vya afya tunafika kwenye zahanati, tunaweka mawe ya msingi, tunafanya ukaguzi wa huduma zinazotolewa. Wananchi wenyewe wanaopata pale huduma wanasema tunashukuru. Kwa nini? Tumepata watumishi wengi sana katika sekta ya afya. Mkoa mzima wa Lindi tumepata zaidi ya watumishi mia nne hamsini na tatu sekta ya afya ambao wameenda kuchagiza maendeleo ya huduma bora ya afya kwenye maeneo yetu. Tumepata watumishi wapya kwenye utawala, kata zetu zote. E, vijiji vyetu vyote, mitaa yetu yote imepata watendaji kwa ajili ya kwenda kuchagiza huduma hizi kwa ajili ya kutoa huduma kwa wananchi. Lakini tukija sasa kwenye kwenye swala zima la barabara, na hapa naomba niseme hii ni kwa ajili ya Lindi nzima. Tarura wilaya ya Lindi hapo awali walikuwa wanapata bilioni moja milioni 848 na kwa mwaka Tarura walikuwa wanapata bilioni 1 milioni 848 kwa mwaka, lakini leo hii Tarura wanapata bilioni 5 milioni 292 kwa mwaka. Hii ni kutokana na uwekezaji mkubwa ambao Mheshimiwa Rais ameona aendelee kufanya katika miundombinu yetu. Barabara ndio kila kitu, tukiwa na barabara nzuri na maana wakulima wataweza kutoa mazao yao shambani na kuyaleta kwenye miji, kwenye kwenye vyama vya ushirika eh, kwenye masoko, kwenye kuuza bidhaa hizo, ameona umuhimu wa kuendelea kufanya maboresho makubwa ya barabara. Barabara ni uchumi, barabara ni maisha. Leo hii TARURA wanapata bilioni tano milioni mia mbili tisini na mbili kwa mwaka, kwa ajili ya ujenzi wa barabara, ukarabati wa barabara na huduma zote zinazohusiana na maendeleo ya sekta hii. Ni maendeleo makubwa sana, waheshimiwa madiwani, watakuwa mashahidi. Kata zetu zinapata fedha nyingi, na kuna baadhi ya kata zilipata athari za mvua. Kuna baadhi ya kata bado kufikika kwake hapakuwa pazuri, lakini leo hii kata zote zinafikika za wilaya ya Lindi na barabara zinaendelea kukarabatiwa na tunawaomba waendelee kutoa ushirikiano kwenye taasisi zetu hizi, wakija kutoa huduma hizi. Wilaya ya Lindi ina ina mamlaka mbili za maji. Kuna mamlaka ya mjini inayohudumia maji mjini Luwasa, na kuna mamlaka ya maji na mazingira kwa ajili ya vijijini Ruwasa. Hawa wote wawili wanaendelea kutekeleza eh, miradi mikubwa sana kwanza Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan aingie madarakani, Luwasa, mamlaka ya maji mjini wamekwisha kupata na wanaendelea kutekeleza miradi yenye thamani ya bilioni hamsini na mbili milioni mia tisa sabini na nne Hii ni maji mjini. Kuna miradi mikubwa sana inayoendelea kujengwa, kuna mradi wetu mkubwa wa Ngapa, kuna mradi wetu mkubwa wa Ngapa kijijini, kuna miradi yetu ya Mitwero, kuna miradi yetu mikubwa ya Mchinga. Ni miradi ambayo imekuja kutatua changamoto kubwa ya maji ambayo ilikuwepo awali. Sasa hivi tunaona wananchi wetu wanapata maji safi, salama na yenye kutosheleza. Tukija Ruwasa, ambao wanahudumia jimbo la Mchinga na jimbo la Mtama, hawa wanahusika sana na maji vijijini. Hawa wana zaidi ya bilioni ishirini na mbili milioni mia sita sabini na nne ambao wameendelea kutekeleza miradi mingi sana, na hii miradi hatupati tu taarifa hizi eh, za za makaratasi, tunaenda site, tunakagua miradi yetu. Na Mheshimiwa Rais akagundua kuna gap, si kata zote zinaweza zikapata miradi mikubwa, akasema kwamba tutoe mradi wa uchimbaji wa visima mia tisa Tanzania nzima ili kuhakikisha kwamba kila jimbo kwenye zile kata ambazo bado ziko kwenye mpango wa kupata miradi mikubwa basi inapata miradi midogo midogo ya uchimbaji wa visima. Kwa hiyo tumeweza kwenda na kuona namna ambavyo visima hivi vimeweza kwenda kugusa majimbo yetu. Kila jimbo limeweza kupata visima vitano kwa kuanzia. Kwa hiyo tumeweza kwenda jimbo la Mchinga, tumeweza kwenda jimbo la Mtama na tumeona namna ambavyo visima hizi visima hivi vimeenda kusaidia. Kuna visima vyetu eh, vya Matapwa na Mkongo Mtumbia, lakini tunaona pia kwenye jimbo la Mchinga tumeenda Runyu, tumeenda Dimba, tumeona miradi hii ambayo imeenda kugusa miradi midogo midogo. Kwa hiyo kuna miradi mikubwa, lakini kuna na miradi midogo midogo lengo watanzania wapate huduma ya maji safi salama na yenye kutosheleza. Nahisi kwa ufupi, kwa manispaa ya Lindi naweza nikasema hayo kwa ufupi. Tuna shule mpya, tuna miradi ya afya, tuna barabara, tuna miradi mikubwa, lakini tuna jengo letu jipya la polisi. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Lindi, Mheshimiwa Zainab Telake, alikuja kufungua jengo letu jipya la milioni mia tisa sitini polisi. Saizi wanajidai wapo kwenye eneo zuri, jengo lao ni zuri, lenye kuakisi matumizi ya TEHAMA. Lenye yani, liko kwenye hadhi ya kitaifa kabisa. Kwa hiyo tunaona maendeleo haya yanakuja. E, kuna ofisi za kikanda zinaanza kufunguliwa Lindi. Tulikuwa tumezoea ofisi nyingi za kikanda ziko Mtwara, leo hii Lindi inafungua nazo ofisi za kikanda NBS wanakuja kushusha jengo hapa la bilioni mbili kwa ajili ya ofisi ya mtakwimu mkuu wa serikali kanda hii ya kusini wanakuja kujengwa hapa Lindi. Lakini pia tuna majengo makubwa, miradi mikubwa ya NHC inaendelea kujengwa, na sisi tutakuwa na NHC complex yenye kuonyesha taswira ya Lindi yetu inavyozidi kukua, inavyozidi kung'ara, itazidi kuvutia wawekezaji wengi zaidi. Lakini tumeona pia eh, NHIF wanajenga jengo lao, Ujenzi unaendelea, Lindi yetu inazidi kuchipua na kupendeza. Karibuni wawekezaji, mwekeze katika manispaa ya Lindi. E, sera zetu ni rafiki, manispaa yetu inafanya kazi vizuri, wakurugenzi wakuu wa idara, waheshimiwa madiwani, watendaji wetu wa kata, manispaa inafanya kazi vizuri sambamba na ofisi ya mkuu wa wilaya. Lengo letu ni kuhakikisha kwamba wananchi wetu wanapata huduma zilizo bora.